Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Tunaendelea na kitabu chetu Durarul Bahiyah, faslu fi bayani najasa wa izalatiha. Hii ni fasli katika kuika wazi najsi wa izalatiha, na kuiondosha najsi. Faslu fi bayani najasa, hii ni fasli katika kuika wazi najsi wa izalatiha, na kuiondosha najsi. Alhayawanu kulluha tahiratun illa alkalba wal khinzir wamatawalada minhuma, wanyama wote ni hatwahara isipokuwa ngumbwa na nguruwe. Wamatawalada minhuma, na kilichozalikana kutokana na wawili hao. Au min ahadihima, au kilichozalikana kutokana na mmoja wao, hata kama nimbuzi, babaaki, ni mbuzi baba yake ni nguruwe. Wamaitatu, na maiti zote. Kulluha najisun najisatun maiti zote ni najsi. Ila aladamia wasamaka waljarad, isipokuwa maiti ya mwanadamu na samaki na zige. wa kullu ma kharaja min sabilaini najisun, na kila kilichotoka kutoka kwenye njia mbili tupu mbele na tupu nyuma, hicho ni najisun, ni najsi. Ila almaniya, isipokuwa mani warriha walhaswa, walhaswa na upepo na kijiwe ila yanaqid isipofungamana min albauli kutokana na mkojo. Il, lam yanaqid kama niicho kijiwe kisifungamane na mkojo. wanajasatu na najsi thalathatu aksam najsi ni mafungu matatu. wanajasatu thalatha aksam na najsi thalathatu aksami ni mafungu matatu. Kuna mukhafafa najisi nyepesi wa mughallaba najisi nzito, wa mutawasita na najisi ya kati na kati. Mukhaffafa nyepesi, mughallaba najisi nzito, wa, wa mutawasita na najisi ya kati na kati. Fal mukhaffafa najisi nyepesi ni ipi? bauluswa bii, ni mkojo wa mtoto mdogo tena wa kiume. Bauluswa bii, ni mtoto mdo, ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume. Alladhi mtoto ambaye lam yatu'am ghaira llaban, hajakula chakula chochote ghaira llaban, isiokuwa maziwa tu sawa. Walam yablughi lhaulaini, walam yablughi lhaulaini, na mtoto huyu hajafikia miaka miwili. Walam yablughi lhaulaini, na hajafikia miaka miwili mtoto huyu, kwa ni mdogo sana. Wa atuhuru mahalluha, najisi hiyo mukhaffafa fatatwarika mahala pake, birashil ma'i alaihi, kwa kunyunyiza maji juu yake. wayatuhuru mahaluha kutatwarika mahala pake, birashil ma'i alaihi, kwa kunyunyiza maji juu yake. Wal mughalladha, na najisi nzito. Najasatul kalbi wal khinzir, ni najisi ya mbwa na najisi ya nguruwe. Wa fari ahadihima na mtoto wa mmoja wao, na mtoto wa mmoja wao. Wala yatuhuru mahaluha na hapa taatoarika mahala panguruwe na mahala pa mbwa, ila bighaslihi ila kwa kuopaosha mahala hapo sabaa marati mara saba, ila bighaslihi saba marati ila kwa kuopaosha mara saba ihidahunna moja yao iwe ni mamzuja tumbiturabi tuahuri ni yenye kuchanganywa na mchanga uliotwahara. Sawa hiyo. Uh, nini ni mukhaf ni ni muhi mughallad, tunakuja mutawassita, mbali ya mwisho, fungu la tatu, wal mutawassita na mutawassita bakiyatul najasat ni baki ya najisi zote unaozijua ambazo hazijatajwa hapa, itwe anilma kwa kunyunyiza kupitisha maji alaihi juu yake maratan wahida maram wa mahalu liiktifai na mahala pa kujitosheleza, bimaadhukira kwa aliotajwa, fi thalathati laksami katika mafumba tatu. In lamyakuni li najasa ni pale itakapokuwa najisi, lilam yakun ni pale itakapokuwa haikuwa najisi, ilam haikuwa najisi. Sawa, haina nini, jirumun haina juta, wala tuamun wala haina lazio wala laulun wala raj, najsi haina rangi wala rihun, wala najsi haina upepo. In lam yakun, ikiwa haina najsi, haina juta, juta ni ile umbo. Umeelewa? wala ta'amun wala haina ladha testi. Umeelewa? wala laulun wala haina rangi, wala rihun, wala haina harufu. Wayalmusammatu na najsi, hino, najisi hii ndo inaitwa nini, alhukumia najisi mutawassita inapatikana najisi nini? Alhukumia ni najisi kihukumu tu, lakini sio najisi kwa dhati yake, umeelewa fa in kana laha, ikiwa ina najisi hukumia dhalika, hizo sifa zilizotajwa, ina taamun, ina rihun, ina launun, sawa, tusama bil aini ya, ikiwa najisi mutawassita sawa ina jurumuni ina taamuni ina laun, eh, ina rihuni sawa. Hapo itaitwa nini? Haya, nakwenda tuelewana. Watusama bila ainia, itaitwa ainia. Fa inkana kana la laha dhalika, ikiwa ina sifa hizo n a tuarika hiyo najis ainiya bimaadhuhu wa yutaja illa baada zawali jirmi au ilwasfi ila baada ya kuondoka hilo juta lake. Umeelewa? au iondoke nini hizo sifa, alwasfi hiyo sifa imetajwa ambayo ni rangi ni harfu na ni nini testi, tuamun viondoke hivyo hio, eh? Faintaadhara, kukishindikana, meelewa zawalu ljirimi, kuondoka hilo juta au irihi au kuondoka harfu, ufia anhu, itasamehewa. wa yumfa ani najasa, usamehe wa najsi allati, najisi ambayo la yaraha lbaswaru lmuutadil Hailioni jicho la sawa sawa sawa, jicho lenye kulingana sawa haioni, na jicho ni kidogo kijiduchu sana hakionekani eh? kwa hiyo fa andami nafsihi husamehewa, pia damu ya nafsi yake mwanadamu. Wa isni, wa inistaha la kayha, na hiyo damu ikigeuka yenyewe kuwa kaiha ni usaha kalilankana au kathira ni chache ilikuwa au ni nyingi, ila ladama alhariji la damu al khariji, sio damu yenye kutoka min al manafidhi, kutoka kwenye tundu, kala aini, kama vile jicho, wala anfi, na pua, wala udhunaini, na masikio mawili eh. Narudia, wayufa an dami nafsihi, itasamehewa damu ya nafsi yake mwanadamu wa inistahala, ijapogeuka damu hiyo yenyewe, ikageuka yenyewe hiyo damu, umeelewa? Ikawa nini? kai hani, usaha tena kalila nkana na au kathira, ni chache ilikuwa amani nyingi. Sawa. la dama al kharij haitasamehewa, ndo maana yake, hii itasamehewa kwanza, hii ya pili haitasamehewa. Maelewa? la dama al kharij sio damu yenye kutoka min al manafidh inaotoa kwenye tundu kala aini wal anfi wala wal udhunain wal kharij wala bi fiilihi, na vile vile haitasamehewa damu inaotoka kwa kitendo chake mwenyewe Damu naelewa, yenye kupetuka mahala pake, imetoka pajaili paka ikafika pajaili la huku, maana ni nyingi hiyo, haitosamehewa. Fainahu yufan kalilihi, usamehewa chache yake, duna kathirihi, nyingi yake haitasamehewa. Wal khariji min ma, madini najasa, na yenye kutoka toka kwenye madini ya najsi, madini ya najsi mfano kalmathana kama kibofu cha mkojo sasa. Kibofu cha mkojo ndio maadini najasa, ndio mahala panapochimbuka najsi hapo. Umeelewa? Akitasemewaje? haiwezi kusemewa, mikojo michache, mikojo mingi haifai. Sawa. wal khariji min maadini najasa, na chenye kutoa kutoka kwenye maadini ya najsi. Kalmathana, kama vile maji ma, mikojo inayotoa kwenye kibofu cha mkojo, haisamewe michache wala mingi wa mahallu lghait, na mahala pamavi. Fala yunfa'u aslan, habisamei hivyo kabisa. Hakuna kiji kijimavi kidogo, hakuna kijimkojo kidogo kusamewa, habisamei. Manake hivi huko kuna kotoka huko, ndo station yake ya najsi. Wa mithlu ni mfano wake. Almuqtalatu najsi lo changanyikana, bi ajnabi na kitu chengine. Wa damul kalbi wal khinzir, na damu ya mbwa na ya nguruwe wa yufa an kalili dami ghairihi, lakini usamehewa damu chache ya kitu kingine. Damu ya mbwa na ya nguruwe, hata iwe kitone haifai, najisi tu haifai, umeelewa. Lakini damu isoko ya mbwa na nguruwe, ikiwa chache usamehewa wala wistahala kaiha, ijapokuwa damu chache ya kitu kingine soko cha mbwa na nguruwe iligeuka ikawa ni nini? Ni usaha, lakini ni kidogo, haina neno, safisha tukaswali wayufa ankathiri dami na usamewa damu nyingi, na hawal barahith ya mfano ya kiroboto, viroboto damu nyingi mwilini, wal kamli na chawa, wal baudhi na nini mbu, sawa. Malam yakun bi fiilihi, muda wa kuwa ile damu haitoki kwa kitendo chake, umeelewa? Imetoka kwa kitendo cha o mdudu mwenyewe au ni mtu mwingine, umeelewa? Meelewa kawauao mbu mgongoni kwako wingi vingi, ikiwa hicho kiroboto ni wewe mwenyewe umekiminya, fia ankalilihi, usamewa chache, kiroboto kimoja, viwili, vitatu. Almarji fil qillati walkathra, na marejeo huu uchache na wingi. Twarudi, tutapimana nini, hicho kingi ni kipi, na hicho kichache ni kipi? Asema, al-urfu ni mnini? Ada marjiu ya uo chache na wingi, tutaangalia ada. Ada inasemaje? Kama adahu al-urfu kalila fa huwa kalil, kile ambacho ada imekihesabu ni kichache, nacho kitakuwa kichache. Sawa wa maadahu al-urfu kathira, na kile ambacho ada imekihesabu ni kingi, fa huwa kathiru, nacho ni kingi. Tutaangalia ada inavyosema <coughs> Wala yatuhur shaiun akitatwarika kitu chochote min najisi laini, miongoni mwa najisi aini illa juluda lmaitati, isipokoa ngozi ya maiti inaweza ikabadilika, idha dabaghat, itakapofanyika nini dabghi. Ikifanyiwa dabghi, ngozi yenyewe inaweza ikabadilika, ikawa tena ni ngozi ya kupiga tari ya kufanyaje, kukalia, vyote vinaepokana wala walahamra na tembo laweza likabadilika idhankala batihala binafsiha litakapogeuka tembo kuwasiki kwa nafsi yake yenyewe likabadilika tembo kuwasiki kwa nafsi yake mwenyewe. Kule Lamu wanafanya sana hivi, namkumbuka rafiki yangu Bakari Kassim, Mungu amjalie heri. Wallahi, hatujaonana miaka mingi, siyo mzima masikini ya Mungu. Insha Allah, Mungu mbiele heri kwa kituletea kutoka Lamu, Akituletea hapa Tanga masikini. Insha Allah, Mungu mtengenezee mambo yake, amwondolee kila uzito aliokuwa nao. Insha Allah, mjalie furaha na familia yake. Fainturaha fiha pakitupa ndani ya siki, Shaiun kitu kabla tahaluliha, kabla kabla kabla alijabadilika kuwa siki. Walau tuahiran, Ijapokuwa ni tuahara wabakia kile kitu kikabakia fiha ndani ya lile siki sawa, ndani ya lile tembo. hata tahallala, mpaka lile siki likabadilika kuwa tembo, ile lile tembo likabadilika kuwa siki la mtatu huyo, na sema tena, rudi tena, fa in turiha fiha, kikitupwa kitu ndani ya tembo turiha shay uchukua mfano chupa ile ya lita moja na nusu ya maji, umeelewa, umetia ndani yake tembo, ni yako kuligeuza liwe siki sawa, lakini wakati hatia alafu ukachukua kijipira kidogo, ukakitia kile kipira, ndio shaiun sawa. Kabla tahaluliha, kabla alijabadilika kuwa siki ni tembo, ukatia kitu mle ndani ya chupa, wala utwahira, ijapo kile kitu kiko twahara, ni kisafi, lakini kile kitu kilikutana na tembo kile kipido ulichokitia kimekutana na tembo, tembo ambalo ni najisi, mnaelewa vizuri. Kwa kile kitu tembo litakapokuwa limetwaharika, kwa limekuwa siki, kile kitu kila nini litanajisisha nini, lile tembo. Maana kile kitu ulichokitia kilikutana na najisi, na akijaoshwa iko mle mle ndani kwa tembo, kwa limebadilika kuwa siki, lakini siki nalo limekuwa najisi kwa sababu limekutana najisi. Mmenelewa swali? lakini wabakia fiha hata takhalalat paka likabakia ya mtoto wote sawa. Faslu hii ni faslu fi bayani au kati swalawati al khamsi, katika kuziweka wazi nyakati za swala tano. Waktu dhuhuri min zawali shamsi ila maswiri dhilli kulli shay'in mithluhu, wakati wa dhuhuri min zawali, ntangu kupenduka jua ila maswiri, mpaka kuwa dhilli kulli shay'in, kivuli cha kila kitu ikawa ni mithlahu, mfano wake ghaira dhilli listiwa'i isipokuwa kivuli cha istiwa. Wa waktu la asir, na wakati wa alasiri, min baadi wakti dhuhri ni tangu baada ya wakati wa dhuhuri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua. Wa waktu la asir, na wakati wa alasiri, min baadi wakti dhuhri ni baada ya wakati wa dhuhuri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua wa waktu al-maghrib na wakati wa maghrib, min ghurubi shamsi ni tangu kuzama jua, ila wakati dhuhuri mpaka wakati wa dhuhuri eh? ila ghurubi shamsi, ndio hapo ja, ameruka kitu. wa waktu lasiri wakati wa lasiri mimbadi wakti dhuhuri ni tangu baada ya wakati wa dhuhuri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua. Wa waktul maghribi, na wakati wa magharibi, min ghurubi shamsi, ni tangu kuzama jua, ila maghibi shafakil ahmari, mpaka kuzama mayungu mekundu. Wa waktu li isha ina wakati wa isha, min maghribi shams shafaqi, ni tangu kupotea yale mawingu mekundu ila tuluu alfajri thani, kuja kuchimbuka alfajri ya pili. Hii sasa ndo tunakuja nini, tunakwenda kuingia kwenye swalaati subuhi. Waktu subuhi, min alfajri, tangu alfajri, ila tuluu alshamsi, mpaka kuchimbuka jua huku mchana asubuhi. Eh, faslun hii ni faslu fi bayani alawqati lati, katika kuzeeka wazi nyakati ambazo swalatu fiha, kunachukiwa kuswali ndani ya nyakati hizo. Hii ni faslu fi bayanil awkati katika kuzkaa wazi nyakati alati, nyakati ambazo tukrahu swalatu fiha, kunachukiwa kuswali ndani ya nyakati hizo. Eh? Sawa so, eh? Asema wa khamsatu awkati, nyakati tano Sawa, taharumu ni haramu kuswali, wala tasihu fiha, wala kusuna katu anafila kuswali, swala ya sunna allati, swala ya sunna ambayo sababalaha aina sababu mutakadim, aina sababu ya kutangulia sawa, au mukarinu, au ni yenye kukutana min ghairi maka na isu, fi ghairi maka katika isu kwa maka ha? baada salati subuh, baada salati subuh hata tatlu ashams, paka lichumuke jua wa baada al-asr, na baada salati al-asr ila al-isfirari, mpaka kuwajua ni jeupe jeupe hivi eh. Wa baada tuliha, na baada kuchumbuka jua, nyakati hizo zote ni haramu kuswali. Umeelewa? Ni makuruu hata tartafi kadira rumhi, mpaka lijeuke juu. Umeelewa? Kiasi cha fumo wa hadha al-waqta li al-isfirari, na zamani kwa jua liko manjano hata yakmula rubuha, mpaka likamilike kulizama kwake ni magharibi. Sasa sasa ndio tuswali eh wa industry waiha na zamani ya kulingana sawasawa sawa. Jua maelewa hata tazula, mpaka lipondoke, ila fil yawmul juma, ila katika siku ya al jumaa, kuna tofauti kidogo katika siku ya aljuma. Eh, tuko pamoja. Kitabu kimeuzwa

Insha Allah, Mwenyezi Mungu tuwafikishe tukubalie somo zetu. Kesho tutakuja endelea tena. Nitakijua kurekebisha wapi. Okay.